Tukiendelea na mengine ni kwamba wakazi wa kijiji cha Kalwande kaunti ya Kisumu sasa wanalitaka shirika la huduma kwa wanyamapori kuweka mitego ili kunasa nguchiro na nyani wanaowahangaisha. Ombi hilo linajiri baada ya watu wawili kujeruhiwa na nguchiro hao, kama anavyoeleza mwanahabari wetu Laura Otieno. Taharuki katika kijiji cha Kalwande eneo la Nyakach kaunti ya Kisumu na Onyango wanauguza majeraha akiwa mwathiri wao wa pili kung'atwa na nguchiro. Wakazi wanasema wanyama hao wamekuwa kero kwa wiki mbili sasa, ambapo wanavamia binadamu. Kijaluo inaitwa Ogwang, Kiswahili inaitwa mnyama wa pori. Watoto wanaenda shule, wamama wanaenda sokoni, wale wanaenda sambani, bado wanakimbilia Ogwang. Alikuja hapa kwetu, amesha pasi patia sisi stress tunasikia uchungu kwa maana hata uma wengine watoto pia wanaenda zule na wanatembea usiku saa kumi na moja kama tunatembea tunabeba tu fimbo hata mawe. Licha ya kumuua nguchiro mmoja wiki iliyopita, wakazi wanalalamikia ongezeko la wanyama katika siku za hivi punde. Sana sana ni ongera zinaitwa namna gani kwa Kiswahili? Nyani. Sasa hiyo nyani ndio iko shida sana, tangu zamani ndiyo iko shida kuliko hata hii, lakini hii ni hatari kwa binadamu. Kama watu wa KWS wanaweza kuja wawinde hiyo mnyama au wenye wamebaki, pengine kama kunao wengine wachukue wa, wa, warudishe wapi game huko. Kwenye tulimwona ni kama ilikuwa wa kiume, wa kike sijui iko wapi, pengine ilizaa wa, ako na watoto wake hapa heriani. Ni katika eneo hili ambapo nguchiro anaaminika kuwahangaisha wenyeji wa kijiji cha Kalwande. Ombi lao ni kwa serikali kuingilia kati ili kuwaepushia madhila ya mara kwa mara. Laura Utieno, Runinga ya Citizen.